mlango huu mwingine, mlango huu sisi UWT mkoa Njombe tunawakaribisha, ila wasije na vurugu. Mimi milango iko wazi, siwapokee wakija, wapokee waje huko. Leo mtasikia wanagawana vilago huko, eti hatusikilizani, hatusikilizwi. Kanuni za Chama cha Mapinduzi tunasikilizana, tunaelekezana hivyo. Kwa hiyo vikiwashinda huko tunawakaribisha sisi ndo baba lao sisi ndo mama lao. Si mnaona jamani wanavyomegeka nchi nzi, nzima wana megeka na kweli kweli, sisi tunawakaribisha, lakini wasije na vurugu. Tumejaribu kuwahurumia kuwapa zile 4R wenzetu, wanakuja no reform no election. nchi ya kwao Samia, we sasa naomba niwasikilizishe kidogo Jemedari mkuu, amiri jeshi mkuu, aliyowaambia hao wachokozi chokozi hao, niseme kwamba tumeapa kuilinda na kuitetea katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na kwamba tutafanya kila linalowezekana kuimarisha ulinzi wa maisha na uhai wa Watanzania kwa kuwa ni jukumu letu. Kwenye wajibu huu wala hatuhitaji kuelekezwa na mtu yoyote nini cha kufanya, kwa sababu, kwa sababu katiba yetu ina maelekezo yote jinsi ya kuendesha serikali yetu, na hakuna mtu anayeumia haya yanapotokea kama tunavyoumia Watanzania. hatukubaliani na yanayotokea, tunaumia sana kuona haya yanatokea. Kifo chochote kile kinatuma wa Tanzania hii ni damu yetu wa Tanzania. Wengine wanapotaka kuonyesha huruma yao, basi tunawasihi wafanye hivyo kwa kufuata makubaliano ya mahusiano ya kidiplomasia ya kimataifa kama ilivyoelezwa kwenye Vienna Convention on Diplomatic Relations ya mwaka 1961 lile tamko lililotoka na kuwaambiwa tufanye moja mbili tatu, sisi tunajua nini cha kufanya kama Watanzania, kama nchi yetu, na ni imani yangu kwamba tamko lile lilotolewa si maelekezo ya wakuu wa nchi huko wa walikotoka, kwa sababu mimi nina njia ya kucheki na marais wenzangu kama kweli walitoa maelekezo yale, na kama sio basi mimi malalamiko yangu nitapeleka kwa wenzangu, na wenyewe watajua nini cha kufanya. Hatuko hapa kuelekezwa nini cha kufanya ndani ya nchi yetu. Tuna katiba, tuna sheria zetu, tuna miongozo, tuna mila na desturi zetu, zote zinatuguidi nini cha kufanya kwenye nchi yetu. Mambo yanayotokea yanatokea kila nchi, kila nchi. Mambo haya yanatokea, hayatokei Tanzania peke yake. Ingekuwa yanatokea Tanzania peke yake ingekuwa kubwa la kuchangaza, lakini yanatokea kila nchi. Huko utasikia mtoto kabeba bunduki kenda kashuti shule, kadhaa wamekufa, huko sijui nani kachukua nini kenda kashuti, wamekufa, wa huko sijui wamekwenda kwenye nini, wamekufa, kwa kufa kuputu kwa njia yoyote ile. Kila nchi haya yanatokea na yanapotokea na sisi hatujawahi kuambia hiyo nchi balozi wetu, wewe hebu waambie hao wafanye, hatujawahi. Tunatumia convention ile ya kidiplomasia ya, ya kimataifa ki kama tulivyotakiwa tufanya. Sasa wengine wasiwe mafundi wa kutuelekeza nini cha ja kufanya. Mm -hmm. Serikali yetu inaongozwa na falsafa ya maridhiano, kustahamiliana kubadilika na kujenga taifa letu. Tututanguliza utaifa na Utanzania kwanza kabla mengine yoyote. Kama nchi na taifa, tumefarijika kuona kwamba falsafa hii kwa kiasi kikubwa imeweza kuliunganisha taifa letu. Hata hivyo, tunapotekeleza falsafa ya R4 sio kuwa tumetupilia mbali sheria zetu za nchi au tumeruhusu utovu wa nidhamu utokee ndani ya nchi yetu. La, hakik sheria ziko pale pale, mila desturi zetu ziko pale pale, miongozo ya kufanya mikutano na mengine yote yako pale pale pale pale. Naomba utulivu wenu kwenye maeneo yenu, kwa kuwa sisi kwenye nafasi za kata ni viongozi kama ndivyo, mimi mwenyekiti na katibu wangu na kamati ya utekelezaji kwa hiyo tukienda tofauti tunakuwa tunakiuka katiba ya chama cha mapinduzi. Ninaomba msijisahau huko mliko, msijisahau mfanye kama viongozi, kusiwe na vurugu. Lakini sisi kama wenye viti na makatibu pamoja na watendaji wengine tusiache kuombea uchaguzi. Lakini kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, sisi kama UWT tuna jambo letu kwamba aliyesimama kwenye nafasi ya urais ni mwanamke mwenzetu ambaye ni dokta Samia Suluhu Hassan. Ni mwaka wa uchaguzi, lakini uchaguzi wa tofauti. Ninawaombeni tukazungumze na wanawake wenzetu huko kwenye kata, ili rais akatoke kwa kura za kishindo. Wanawake hoye! Oye! Oye! mama Samia hoye! Tukampe kura ili ikawe ni kura za historia, asilimia za historia. Hapo vipi? kadri tutakaposimama na Chama cha Mapinduzi kama baba yetu, ndivyo ambapo huku chini tutapata kura. Kwa hiyo tusikosee. Tukawahamasishe na wanawake wenzetu, ushindi ni lazima, lakini ni lazima tujitokeze.